Ni jablit zadi na nyingine ndo zinafuata koyo. Kwa kweli bado ni kubwa, ni changamoto pia kwetu, kwa sababu zinaposhindwa kulipa kwa wakati, na sisi tunapata ugumu katika kulipa gharama za uendeshaji, kwa mfano umeme ambao unagharimu sana, karibu milioni tunaelekea milioni mia tano sasa hivi, yeah.